mstaafu wa Tanzania Dr. Jakaya Kikwete amewataka busara itumike, uh, wakati huu ambapo uh, joto la uchaguzi au joto la kisiasa limepanda nchini kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano. Akizungumza jijini Dar es Salaam kwenye kongamano la kwanza la kitaifa la kisheria amesema uchaguzi huru na haki ni moja ya nguzo za demokrasia, lakini si vyema watu wakaingia kwenye uchaguzi kwenye mazingira ya upotoshaji. Kauli mbiu ziko nyingi. Anasema piga kura, linda kura yako hmm. Ukiambiwa kaa mita mia mbili, mwambie njoo ukae wewe <laughs> kama, kama unapapenda hapa hmm. na kuna wengine wanasema Oktoba tunatiki <laughs> kumbe wako wengi na wengine wanasema no reform, no election <laughs> bahati mbaya, wakati mwingine kumekwepo na upotoshaji unaofanywa makusudi kwa maslahi ya, ya vikundi maalum. Hii imekuwa ikinifikirisha sana, wakati mwingine na kuniacha na maswali mengi, wakati mwingine nakosa hata majibu. Hivi ni kweli kwamba sheria zetu zinazohusu uchaguzi ni mbaya sana kiasi kwamba haziwezi kusimamia mchakato wa uchaguzi wa mwaka huu? Hivi ni kweli hakuna maboresho yoyote yaliyofanyika? Kwa mtu mwenye uelewa wa kutosha, maswali haya na mengine yana yanaleta maswali mengi kichwani <mulia>